Ajira ni kitu gani? Kwa asilimia kubwa tunaweza tukasema kwamba uhaba wa ajira ni uchache tu wa kazi au shughuli ambayo inatakiwa ifanywe na watu fulani au jamii ya watu fulani. So imekuwa ni tatizo sana, hasa kwa vijana wenye umri kuanzia miaka 15, uh, 24, lakini pia mpaka kwenda miaka 60 hivi. Uh, wanajikuta wanakosa cha kufanya. Nyingi huwa kuna kuna kuna madhara. Yeah, madhara yapo, madhara ni mengi yeah, na tunaona kati ya madhara mmoja wapo ni tunasema Uh, hali duni sasa ya kimaisha Yeah. Kwa sababu mtu kwa asilimia kubwa anapokuwa hana kazi yote Yeah, ya kufanya. Hakuna kinachoingia nyumbani Yes. Na yeah, hiyo hali pia inaweza ikapelekea kuwa na hali duni na kushindwa pia kupata mahitaji ambayo labda ya msingi katika mm, katika familia yake mm, pia yani, mambo ambayo sio stahiki kabisa mm, mwenyewe lakini, kwa sababu ana kazi, mambo mambo mabaya ambayo sio mazuri na, yeah, na separation in family natu, natu, natu na ya tunasema kwamba mvunjiko wa familia au wa mm, hiyo mgawanyiko ya madhara tunasema ya nini ya uhaba wa ajira mm, kwa sababu inatokea labda mwanaume kuoa amepata familia, hana ajira eh, yoyote ambayo inapelekea yeye eh, kupata labda eh, hela mm. kiasi kwamba akaihudumia ile familia kwao. Kinachofuata pale, atashindwa kuihudumia familia yake mm. na mwisho kutengana, na ikishatokea mm. eh, ndoa zimevunjika mm. kinachofuata, watoto ni kumandarana mtaani mm. bila bila bila sababu za msingi, lakini bila kazi yote hiyo mm. lakini pia tunasema madhara mengine ambayo yatokana na uhaba Mojawapo pia tunasema ni nini uh, ongezeko la matendo ya kiarifu katika jamii zetu. Yeah. Yeah. Sawa, so, tusikilize huyu kijana uh, moja kwa moja, lilia, kwa lilia e moja alafu kwa ajili ya kuweza kuona inakuaje hapa. E bwana moja kwa moja ndugu mtazamaji tayari tumeshamfikia huyu kijana ambaye anajishughulisha kwa shughuli zake za hapa na pale kwa lengo zima la kupatia kitu kidogo. Ni mtu kwa nyumba uh -huh. Jina la ngozi ngumu. Aha. Sasa asili yake au chimbuko lake la ngozi ngumu ni nini hasa? Kwa jina, na kufanya kazi nafanya kazi muda mrefu kazi ngumu ngumu sana. Oh, sawa unafanya kazi ngumu sana kama hapo hivi unavyofanya, lakini unaweza ukatuambia kupitia sasa kazi zako ambazo unazifanya hizi, eh, eh, pengine changamoto gani ambazo unapitia kutokana na shughuli yako hii? Kwa changamoto yangu sana, sana uchumi, hmm. Na Natamani au naomba serikali ituwezeshe ituwezeshe mikopo midogo midogo kujikizi kwa mahitaji kama sisi vijana, angalau vijana wenzangu wapate manufaa, manufaa ya kufanya kazi wajiboreshe, angalau wapate kipato cha kujikimu, kufanya biashara ndogondogo. Sawa, lakini pia tunaona hata kwenye jamii zetu kumekuwa na vijana wengi sana ambao wanakuwa wanazurura, hawapendi hawa kufanya kazi maalumu. Wewe vijana hao unawashauri nini? Nashauri na watafuta ajira ajila, wapate angalau hela kidogo wafanye biashara waachane wa, wa na ile tabia ya kulandalanda mabarabarani bwana. Kuvuka hii ni Mzabibu Media TV, endelea tu kufuatilia media yetu moja kwa moja. Ulikuwa nami Salama Kedmon, endelea kuwa pamoja nasi ili kupata habari kadha wa kadha ya. Na tuseme tu hapa, unajua kunakuwa na vijana wengi sana ambao wako kwenye jamii zetu hawana kazi maalum ya kufanya lakini kuwa na uthubutu mm. kusema kwamba mimi nifanye kazi yoyote mm. ili tu nipate kipato kabla sijaajiriwa. mm. wengi wao wanakuwa hawana huo uthubutu, anaona bora hata apumzike alale afanyane ili mm. hali anakuwa hana pesa hana nini mm. lakini kuji sema kwamba kujitoa kwamba afanye mm. kazi yoyote vijana mm. wengi wanakuwa na kubaki tu kwa roho bwana, ajira hamna, ajira hamna. Yeah. Sawa, swali letu sisi uh, ni hili, uh, ni hatua gani zichukuliwe ili kudhibiti Uh, au kupunguza tatizo la ajira.